Hii ni Tem TV. Bonyeza alama ya subscribe ilioko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Karibu sana kwenye channel yako pendwa Top Entertainment and Music Television. Na leo hii hapa tuna story ya moto kwelikweli ambayo inamhusu msanii Ibraah pamoja na mtu mzima Diamond Platnumz. By the way, tumeweza kuona ukaribu wao vile ambavyo umekuwa ukiwashtua watu wengi siku za karibuni, na tumeweza kuona interview ambayo inatrend this time. Ni interview ambayo ameifanya Ibra akiwa Wasafi, ambapo ameweza kupiga mpaka ngoma ya Diamond live ukimwona, na ni miongoni mwa kitu kubwa sana ambacho kiliweza kugusa hisia za watu wengi, lakini pia zaidi ni ujumbe wa Diamond ambao aliweza kumtumia akiwa live. Ujumbe huo uliweza kufanya Ibra aweze kumwaga machozi, na akielezea kuwa hakutarajia kwamba Diamond anamtambua kwa namna ambavyo ameweza kumzungumzia kwa utafahamu mengi ambayo anaweza kuendelea kuhusiana na Ibra pamoja na Diamond kuweza kuingia studio na vitu kama hivyo, usio bana asa, baki ni business, baki ni story. Tumeweza kushuhudia mtu mzima Ibra aliweza kuingia kwenye studio za Wasafi kama ishara ya mabadiliko makubwa tena na mapya kabisa, ama mwanzo kwenye safari yake ya mziki wa kujitegemea kama msanii independent artist, usio bana. Mashabiki wengi wameweza kutafsiri tukio hilo kama hatua kubwa sana kwa Ibra kuweza kuwa karibu na mtu mzima Diamond na hii ni hasa baada ya kuweza kuondoka Konde Gang, sehemu ambayo tunafahamu vizuri e. Ibra ni miongoni mwa wasanii ambao wametoka kupitia chini ya uongozi wa mtu mzima Harmonize Konde Boy, na kuna kipindi kwa kuna utani wanasema ni mjukuu wake na Simba na vitu kama hivyo sio bana, hebu tuingie kwa ndani uweze kufahamu hayo yote na stori zote hizi, maswali yote utaenda kupata majibu. Please make sure kwamba una subscribe lakini pia una turn on notification. Baada ya kusubscribe, kuna kengele ambayo itakuja, unaibonyeza mara moja, utakuwa umeweza kusapoti na utakuwa umetisha kwelikweli, au sio bana? Back in business, back in story, go by the name Stefano Tem. Baada ya muda mrefu sana chini ya Konde Gang, Ibra ameanza kuonyesha dalili kwamba anataka mabadiliko. Katika interview moja ambayo ameweza kuifanya siku za karibuni akiwa Wasafi media, ni miongoni mwa interview ambayo imekuwa na maswali mengi sana, baada ya kutoa kauli ya wazi akisema kwamba mziki ni biashara na ikiwa ni biashara nzuri nitafanya haya. Ni maneno ambayo yamewasha moto sana kwenye mitandao, baada ya kuulizwa kama yuko tayari kuweza kufanya kazi na Wasafi. Na hii imetokea baada ya kuweza kuona Diamond hakukaa kimya, kipindi ambapo alipostigi picha yake pamoja na wimbo wa Ibra Copy and Paste kwenye Instagramu yake, na hii ilikuwa ni ishara kwamba wana ukaribu fulani, lakini pia tuliweza kuona vile ambavyo akimzunguzia Diamond kama mtu ambaye sio kuchukua tu pesa pekee yake, akisema ni mtu amekaa kwa muda mfupi, akagundua na vision kubwa ambayo anaweza kumfanya mziki wake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asana. Sasa hivi Ibra ameenda mbali zaidi, aliweza kuimba pia wimbo wa Diamond kwenye interview hiyo, ukimuona live kabisa akiwa Wasafi FM. Mashabiki wanasema huu ni ujumbe wa wazi kwa Harmonize kwamba anamkubali sana mtu mzima Diamond kuliko vile ambavyo alikuwa anamkubali yeye. Yeah. Mitandao imelipuka kwelikweli, na wengine wanasema Ibra anatafuta nafasi kubwa zaidi. Wengine wanadai kwamba ni usaliti kwa Harmonize. Lakini je, yeah, huu ni mwanzo wa ukurasa mpya kwa Ibra? Ya mtu ambie kwenye comment section unadhani Ibra atajiunga na Wasafi au je, Harmonize atajibu vipi? Usahau kusubscribe, lakini pia kupiga like na kushare na wenzako, kila shabiki wa Bongo Flava kwamba this time game ni ya moto kweli kweli. Drop comment yako, lakini pia usahau kushare na wenzako. Till next time, bye bye, ciao. Gumzo siyo kidogo, ni kwere kweche.